Na leo tupo na siri ya watu wenye majina yanayoanzia na herufi T. Namba moja, sifa ya watu hawa, wanapenda sana ushauri wa kiroho yaani, wanapenda kuomba msaada ama ushauri kutoka kwa viongozi wa dini kwa matatizo yao yanayowasumbua, wa mara nyingi si watu wa kuwafata watu wa kawaida tu ama mtu mwingine tu, tofauti na mtu wa dini ili kumwomba ushauri. Namba mbili 2, anapenda kusaidia watu kupita maelezo, huwa anatumia mpaka nguvu za ziada ili tu kusaidia watu. Namba tatu, watu wenye majina yanayoanzia na herufi T ni watu wenye hisia kali sana. Namba nne, watu hawa huwa mara nyingi wanafanikiwa baada ya muda wote walipokuwa wanapambana kwa juhudi zao, watu hao wana sifa ya kupata mafanikio makubwa sana. Namba tano na mwisho siku ya leo, kwa watu wenye majina yanayoanzia na herufi T ni wepesi kushawishika, wanaamini mtu haraka mno, kwa maneno madogo tu yanaweza kuwashawishi. Vishawishi vya aina yoyote ni ngumu kwa watu hao kuviepuka. Tukutane wa mwingine.